E, bwana Diamond Platinumz yeye mwenyewe kwa kinywa chake ameamua kuweka mambo bayana kuhusiana na kile ambacho kinaendelea katika maisha yake kwa sasa hivi kati yake yeye na Zuchu. Umeona bwana anasema eh? E, bwana Diamond kwamba leo ilikuwa ni siku ya jana, actually akati yuko stageini alikuwa na show kule Gongo la Mboto, na wakati ana perform bwana, akaamua kuzungumza mawili matatu na watu ambao walikuwa wamejitokeza pale Gongo la Mboto katika show yake ya ambapo akawa anawaelezea kwamba bwana kuna kitu anatamani awaambie, na hapo ndipo alipoanza kubrag kuhusiana na ndoa yake, na hii inaonyesha wazi kabisa kwamba Diamond bwana kweli yuko serious na kweli ameoa. Umeona bwana, eh? Diamond Platnumz ameonyesha wazi dhahiri shahiri kwamba ameoa kwa sababu katika show yake hiyo huko Gongo la Mboto ni kwamba Diamond Platnumz akawa anazungumza kwamba bwana, leo nilikuwa sijisikii kabisa kutoka ndani, kwa sababu unajua tena, ukishakuwa kwenye ndoa. Alivyosema tu ukishakuwa kwenye ndoa, watu walianza kupiga kelele kwelikweli, kwa sababu kitu ambacho kina trend sasa hivi huko mitandaoni ni ndoa ya Diamond na Zuchu. Hivyo basi, alivyozungumzia tu swala la ndoa, watu walianza kushout na akasema kumbe bwana mimi ni mume wa mtu. Na pia akaongezea kusema kwamba hata leo kuja kwenda kufanya show Gongo la Mboto ilibidi tu aje hivyo hivyo, lakini alikuwa anajisikia kama vile anaumwa. Alichokuwa anatamani kukifanya ni kubaki tu nyumbani, ajifungie na mkewe. Hayo maneno basi, moja kwa moja, zile tetesi za watu kusema kwamba ndoa hakuna, hawa wawili walioana then wakaachana, kuna talaka tatu zimetolewa, na kusema kwamba eti kwa namna moja au nyingine eh, kwamba Diamond bwana amezuiwa kumuoa Zuchu na mama yake mzazi, so ni vitu ambavyo Diamond ameamua kuviweka wazi kwamba bado yuko kwenye ndoa kwa mujibu wa alichokizungumza kwenye show kule Gongo la Mboto. Wadau mbalimbali hapo wamekuja kuzungumza maelezo matatu kuhusiana hii issue. Kuna mtu hapo amesema kwamba bwana, jamaa amevaa nini? Huu ni ushetani. Kuna mtu amesema kwamba bwana, hii ni yalini? Mbona mimi sijui. Kuna mtu hapo amekuja ameandika kwamba bwana, huyu jamaa ni kama kichaa hivi na ndio maana bungeni walisema kabisa kwamba eh, amekaa kama mwizi. Okay, kuna mtu amesema bwana, huu ni uvivu tu wa kuimba, ameamua kuzungumza vitu ambavyo havihusiani na show. Kuna mtu anasema bwana, ki kiukweli, si tuko busy, unatuletea mambo ya wewe kuoa. Kuna mtu anasema bwana, hiyo sketi ameivaa au ni nini hicho? Kuna watu hapa wamekuja kuhoji kuhusiana na muonekano pia wa Diamond ambao alikuwa nao pale on stage. So hicho ni kitu ambacho kimekuja kuwapa watu confirmation. Kwamba bado yuko kwenye ndoa. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, toka tukisoma na kureplay kila comment, na pia vilevile hakikisha vile una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.